Jana wenzangu, mimi binafsi labda siasema mimi na kwangu, kwanza nilete salamu za mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Singida Halima Omar Dendego. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ametuagiza tuje kwenu wasikilize, lakini anawapongeza kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya kwenye maeneo yenu. Nakumbuka hapa tarehe 9 Desemba alifika maeneo hapo safi na moja alichosema mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ni kuwashukuru vijana wote wa mkoa wa Singida kwa kuendelea kulinda amani na utulivu wa mkoa wa Singida. Hongera sana. Lakini na pili, salamu za mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya bodo ni Gondwe naye pia anawapongeza kwa kazi ambayo mnazifanya kila siku na kuendeleza kuwa watulivu na kujenga nchi yetu. Ndugu vijana wenzangu, sisi binafsi tumekuja kwenu tunajua kuwaita kwenye eneo la ukumbi inakuwa ni ngumu kidogo, kwamba kila mmoja ana shughuli yake ana kazi yake. Tukasema tufike kwenye maeneo ambapo mnafanya kazi ili tuweze kuwasikiliza, lakini nasi tutoe hizo fursa ambazo tunazo. Kuna wakati mwingine fursa zinazo nyingi, lakini haziwafikii walengwa kwa vijana wengi wanakuwa hawana taarifa. Je, ni fursa gani ambazo serikali inatoa kwa vijana? Tunasema tuje kwenye maeneo ambako mnafanyia kazi kwenye vijiji, kwenye kata, kwenye vitongoji, ili tuweze kukaa na vijana tuwape hizo fursa ambazo serikali inatoa, lakini kuweza kuwasikiliza kama mnazo kero, mna hoja, mna maoni. Baada ya siku zile ambazo ziko ndani ya uwezo wetu tuweze kuzisikiliza na kuzitatua, zile ambazo haziko ndani ya uwezo wetu tuweze kuwafikishia viongozi, akiwemo mshauri mkuu wetu wa mkoa katimtaala mkoa na kua wilani. Mwisho wa siku, vijana, malengo ambayo tunayo kwenye maisha yetu basi yaweze kufanya je, yaweze kufikiwa. Hiyo ya kwa kwanza, lakini ya pili nitoe azima ya serikali kwamba serikali kwa sasa hivi, kama unavyoelewa, Mheshimiwa Rais ameunda wizara maalumu inayoshughulikia masuala ya vijana inaitwa wizara ya maendeleo ya vijana, tuko chini ya ofisi ya Rais na waziri wetu anaitwa Joeli na Nauka. Wizara imeelekeza kwenye halmashauri na kwenye mkoa kuwasikiliza vijana, kukana vijana, kuwapa fursa vijana, baada ya sisi tatu maofisini tushuke wapi chini, kwa azma ya serikali kwa kuhakikisha kwamba vijana wote wanashirikishwa kwenye fursa au kijijini au mjini au bodaboda au bajaji au mkulima, mwisho wa siku wote wawe na haki sawa ya kupata fursa za nini za serikali. Kama unavyofahamu kwamba serikali yetu imeendelea kuimarisha utendaji kazi kwa kuwasikiliza vijana. Moja ya fursa ambayo inapewa watakuja kueleza afisa vijana hapa ni mikopo. Mikopo namna gani, afisa vijana wa wilaya hii anaweza kuelezea lakini mikopo ipo kwenye serikali na haina riba lakini la pili kwenye ishu ya kilimo mheshimiwa rais ametoa ruzuku ya mbolea na mbegu kwenye mikoa yetu hii ya kilimo hasa mikoa yetu ya Singida ambao tunalima sisi zamani tulikuwa tunanua mbolea laki moja na sabini lakini kwa sasa hivi tunanua mbolea shilingi elfu sitini mpaka elfu sabini lakini lengo kwa kuhakikisha kwamba vijana ambao wanajishughulisha na kilimo wanapata fursa ya kulima bila kuwa na vikwazo. Hata wenye mtaji midogo, basi wanaweza kufanya, je, wanaweza wakalima. Lakini fursa nyingine kwenye ufugaji, tunafahamu sasa hivi tuna soko kubwa la, la, la nyama pamoja na kuku la, la Dodoma. Kwa hiyo serikali imeenda kutoa elimu ya vijana kujikita kwenye ufugaji wa mifugo, kususani mbuzi na kondoo pamoja na, na kuku. Kwa hizo fursa zote hizo zipo ndani, na zinahusu nini? Zinahusu vijana. Kwa leo tumekuja kuapa hizo fursa, na kuna maafisa hapa wamewasikia, kila mmoja atazungumza, lakini to tutatoa nafasi ya kuwasikiliza ninyi, mnasema nini, mnataka serikali wafanyie nini. Yale ambayo ndani ya uwezo wetu tutayafanya, tuta na yale ambayo yako juu ya uwezo wetu tutapeka kwa viongozi na kutatoa ufumbuzi. Vijana oye! Na kauli mbiu ya serikali inasema vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu emtulie tena vijana ni yetu kwamba sisi ndio nguvu kazi ya taifa. Kama vijana tusipokaa tuka pamoja, tukajenga pamoja, mwisho wa siku tunaweza tukaenda kwenye hatari kubwa ya kugomoa amani ya nchi na kadhalika. Kwa tukaa pamoja vijana, sisi maafisa wenu na ninyi tukakaa pamoja, tukashirikishana, tunaamini tunaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa vijana wa nchi yetu, kwa sababu fursa zipo na, na sisi tupo na nguvu tunazo, vijana hoi. Kwa wito wangu mimi, kabla sijakalisha walemu ambao watatoa hizo mada, sisi kama vijana tunatambua kwamba ndio nguvu kazi. Kila kijana anayo fursa ya kufanya kazi. Serikali imetoa mwanya, kama wewe pia ambao unataka kufanya kazi unaruhusiwa kufanya kazi halali, hiyo kulima, hiyo kufanya kazi yote ya bodaboda, unaruhusiwa. Hakuna serikali ambayo imemzuia kijana kufanya kazi. Kwa hiyo ni sisi wenyewe kuhakikisha kwamba tunapata hizo fursa, na sisi wenyewe kuamua kufanya kazi, kwa sababu changamoto kubwa ya vijana kwa sasa hivi hatufanyi kazi. Tunasema kwenye Biblia, kwenye Kurani, asiyefanya kazi na Asiye. Kwa ni muhimu si kama vijana kwa namna yoyote tufanye kazi. Lakini tukipata fedha tutunze. Wenzetu wa bajaji wanapata hela nyingi kabisa kila siku, boda boda. Lakini wakati mwingine unaweza usitunze fedha yako, lakini tutunze kidogo kidogo na tufanye kitu kikubwa. Wapo bajaji wamejenga nyumba, wapo bajaji wananua bajaji zenyewe za kwao wenyewe, wengine wananua boda boda. Hizo ni fursa za kama kijana kujipambanua binafsi mwenyewe. <laughs> lakini tukiona fursa tuichangamkie, tui tukiona mademu tunatafuta mademu mpaka tunawapata, kweli sio kweli? Sio sio kweli? Sasa unashindwaje kutafuta fursa mpaka uipate? Kama, kama, kama unataka mchumba unahangaikia asubuhi na usiku mchana na jioni saa sita, saa saba mpaka unafanikiwa. Kwa nini usichangamkie fursa ambazo zinapatikana na serikali na fursa zingine ambazo ziko kwenye nchi yetu? ni muhimu kujipambanua sisi wenyewe. Waseme haya machache, niwakaribisha sana, tuwe huru. Hakuna mtu hapa atakaye chikwa wala sikufanya nini waguguziwa. Una jambo lolote, kero yote, wewe sema. Tunao mkwetu mkoa wa wilaya ni godoikon, tutampelekea kama iko chini ya uwezo wake, anaweza kusema yupo mkwetu, mkwetu, mkwetu wa mkoa. Ofisi yake iko wazi muda wote kijana mtu yeyote anaruhusiwa kwa mkuu wa mkoa na kumweleza shida yake na maoni yake. Mkuu wa mkoa wa Singida ameachia mlango wazi, hakuna protokol ka. Ukifika pale utaandika, si barua, si unafanya nini? No, ukifika pale na kuna mkuu wa mkoa, unafika na unamuona mama yetu aika dendemu k mwo uhuru na mwe wazi, kwa sababu sema machache katika fani mbalimbali, lakini pia katika upande wa tupada Tuna mikopo ya asilimia kumi ambayo inatolewa kwa vikundi vya vijana. Asilimia kumi ya mikopo ni mapato ya halmashauri. Mkurugenzi anapokusanya mapato yake anatenga asilimia kumi kwa ajili ya mikopo, ambayo asilimia nne inaenda kwa vijana, asilimia nne kwa wanawake na asilimia mbili kwa watu wenye ulemavu. Hii mikopo ya asilimia nne kwa vijana inatolewa kwa vikundi, sio kwa mtu mmoja mmoja ni kwa vikundi vya vijana, lakini pia mikopo ya vifaa. Kama vijana wanajishughulisha na miradi ya kilimo, wanapewa vifaa vya kilimo. Kwa mfano bodaboda, kikundi cha vijana cha bodaboda boda. Wanapewa pikipiki, bajaji wanapewa bajaji. Kwao ni mikopo inayotolewa kwa fedha lakini kwa vifaa, lakini pia tuna mikopo ya wizara inayotolewa na wizara ya vijana hii mikopo ina riba ya asilimia saba. Inatolewa pia kwa vikundi vya vijana, lakini kwa mtu mmoja mmoja. Lakini pia tuna mikopo inayotolewa kwenye mabenki yetu, kuna mikopo ile wajasiri ya wajasiriamali inatolewa kwa mtu mmoja mmoja, kwa hata vijana tunaweza kunufaika nayo, ambayo pia ina riba ya asilimia saba lakini pia vijana, vikundi vya vijana na hata kwa mtu mmoja mmoja, tuna fursa. Serikali imetoa fursa kwenye manunuzi ya umma, asilimia thelathini inaenda kwa makundi maalum, ambayo kundi mmoja wapo ni kundi la vijana. Kwa, kama tuna ujuzi wa aina yoyote au tuna kikundi kinachojishughulisha na shughuli yoyote, ni fursa sasa kujisajili kwenye mifumo ya serikali, mfumo wa NESTI, ili tuweze kupata tenda mbalimbali serikalini. na hii mi, mi, mikopo ya wajasiriamali yenye asilimia saba ya riba inatolewa na benki yetu ya NMB. Kwa hiyo vijana, karibuni tuchangamkie fursa zilizopo, lakini pia tuko tayari kuwasikiliza na kuwahudumia. Asanteni vijana. safi. safi asante. Naomba nianze na, na wajasiriamali wadogo wadogo ni watu gani, sindio? Wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia na wanawake na kundi maalum ilitenga kundi la bodaboda na mamachinga, mamatilie, sindio, babarishe, nao wafanyabiashara wa bidhaa mbalimbali, sindio, kwamba na wenyewe waweze kupewa fursa ya mikopo. Sasa naomba niende moja kwa moja kwenye sifa za mfanyabiashara mdogo mdogo ambayo mmojawapo ni awe ni mkazi anayetambulika katika serikali za mtaa kwamba unapoishi katika mtaa fulani ni lazima utambulike, si ndio? Kwa unapohitaji una kusajiliwa kwenye kitambulisho cha mjasiriamali, ni lazima uwe na barua kutoka serikali za mtaa. Aidha, mtendaji wa mtaa kutambulisha au mtendaji wa kata au mwenyekiti wa eneo husika. Lakini pia ni lazima uwe na biashara halali inayotambulika si ndio? Ndio, mfano nimezitaja hapo, bodaboda, bidhaa mchanganyiko, mama ntilie, baba ntilie na biashara zingine, lakini pia ili usajiliwe kwenye kitambulisho cha ujasiriamali ni lazima uwe na utayari wa kugaramikia uh, fedha kiasi shilingi elfu ishirini. Ile utasajiliwa kwenye mfumo ambapo baadaye utatumiwa control number kwenye simu yako, ambapo sasa ndio utatakiwa kufanyaje? Kuilipia ile control number, ili uweze kupewa kitambulisho. Naomba niende moja kwa moja kwenye, kwenye fursa za hivi vitambulisho vya ujasiriamali. Mmoja wapo utatambulika katika mamlaka mbalimbali ya serikali ikiwemo TRA, kwa unaposajiliwa kwenye kitambulisho cha ujasiriamali wewe moja kwa moja unakuwa umetambulika. Lakini fursa nyingine ni mikopo ya asilimia saba. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeona kwamba nje ya asilimia kumi ni lazima vijana tuwatengee asilimia saba ambayo hiyo fedha unaikopa kupitia nini? Kitambulisho cha ujasiriamali. Mkopo huo unaupata kutoka benki ya NMB, sawa. Lakini pia a, fursa mojawapo nyingine ni kuwatambua wafanyabiashara ndogo ndogo waliopo Tanzania kwamba katika halmashauri hii ya manispaa ya Singida wafanyabiashara wadogo wadogo ni wangapi? Kwao tutawatambua kupitia na ule usajili kwenye mfumo wa wafanyabiashara ndogo ndogo. Tumeelewana, lakini sifa nyingine ambayo natakiwa ni wakumbushe, ni lazima uwe na namba ya NIDA. Namba ya NIDA ile ndio, ndio itakayotumika kwenda kusajiliwa kwenye mfumo ili uweze kupata control number, ulipie shilingi elfu ishirini baada ya hapo kitambulisho chako uweze kutumia katika benki ya NMB na mamlaka mengine ya serikali, si ndio? Nadhani mimi nitaishia hapo. Kama kutakuwa na watu wamekuja na namba za NIDA, basi tutafanya mchakato wa kuwasajili hapa hapa, utapata control number na utalipia hiyo shilingi elfu mbili. Mimi kama nilivyotambulishwa natoka ofisi ya mkoa mkoa upande wa biashara viwanda na uwekezaji, na mada yangu hapo itakuwa moja tu ya kuhusu rasimishaji wa biashara uh, Tuna faida nyingi za kurasimisha biashara. Moja ni kutambulika, kama ambavyo tuna ndugu zetu wa uh, boda bodaboda na bajaji, awali tulikuwa tunazunguka maeneo yote, lakini baadaye baada ya kuwekeana vituo hivi ni rahisi kujua boda boda au bajaji wa eneo fulani anaenda sehemu fulani, bajaji wa uh, eneo hili anahudumu mpaka wapi. Kwa ule utambulisho, ni mzuri kwetu, ni mzuri kwako. Uzuri kivipi? Unaposajili biashara yako, unavyoirasimisha biashara manake unaisajili na kutambulika. Lakini pia kuna faida nyingi ambazo wameanza kuziongea, pamoja na mikopo, kutambulika, kuongeza uh, uh, wateja kwa maana ya kwamba unaaminika, kuongeza fursa. Kwa mfano serikali tuna hakikisha kwamba biashara zinafanyika kwa uhuru na kuondoa ule uolela. Nikisema uolela, vijana tunarana biashara olela olela, tunazifaa yaani wewe utambuliki, unafanya biashara gani, sehemu gani ya aina hivi. Huyu anafanya hiyo hiyo, nafanya hiyo hiyo, huyu anaharibu ile hapo kwa hiyo tunaondoa ule, na tunarasimisha kwa, kwa maana ya kwamba tunazisajili, tunazitambua. Tukishazitambua kwa sisi serikali ni rahisi pia kupanga mipango kulingana na a idadi ambayo tunazo. Sera zinatungwa kulingana na ule wingi, idadi ambayo tuko nayo kwa ajili ya nani, tutamhudumia wapi, wapi papanuliwe, wapi wakawekwe, wafanyabiashara wa biashara moja mbili tatu na kadhalika, lakini pia kuna fursa nyingi, fursa za, uh, za, za masoko. Kwa mfano kuna soko la East Africa. Sasa hivi tunapata changamoto kubwa sisi wa Tanzania, kwa sababu biashara nyingi hazitambuliki hazijasajiliwa. Kama hujasajiliwa, ni mgumu mtu X wa nchi mwingine wa mtaa mwingine kukuamini wewe kwenye biashara yako. Leo hii tunanunua bodaboda kwa mfano, sio kila bodaboda ni bodaboda

Kwa hiyo ukishatambulika ni rahisi ku, unazidi kuwataki sasa wala wateja wengine, unazidi kuvutia wateja wengine, na sisi tunachokihitaji ni kwamba wafanyabiashara waweze kupata uh, mazingira sawa kwa wote, hasa tutajuaja mazingira haya na kufaa wewe na mazingira haya yaufaa na wakati nyinyi hamtambuliki nini aaneasimisha. Kwa hiyo umuhimu mkubwa ni huo, lakini nyingine ni kwa upande wa mikopo tunapojua uh, lazima utambulike, lazima ujulikane. Ni kama sisi tulivyo wote wote, ni binadamu tunaanza kujijua kwa tu, jinsia kwa jinsia ya kiume, kwa jinsia ya kike. Lakini kwenye jinsia ya kiume na jinsia ya kike kuna majina tena, unamtaka nani? Unamtaka mwacha, unamtaka Johni, unamtaka Alfonso, unamtaka sijui ya Adamu. Huu ndio utofauti na huu tofauti wetu. Sasa niuatikisha kuamika na kurasimisha, basi ni rahisi sasa kuanza kumhudumia mteja huyu Adamu ana shida ipi? Mteja huyu Josefu ana shida ipi? Kwa hivyo niwaalike na niwaase sisi vijana kuanza kuchangamkia hiyo uh, fursa ya kusajili biashara zetu, kwa mfano bodaboda, pale anaweza akawa na bodaboda zake tatu nne, akaamua aseme labda Josefu Jineri uh, usafirishaji huyu Joseph, usafirishaji, nikitaka kuhudumiwa naye atakuwa kuna mawasiliano yake pale, anapatikana wapi, anatoa huduma ipi na ipi. Ni rahisi kutengeneza soko kwa mwingine, nikisema mimi nilihudumiwa na uh, Uber ya Joseph. Mfano, Uber ni jina la usafirishaji wa kampuni na wanatoa kwa watu wengi. Leo hii huyo Joseph tunayemzungumzia anaweza akawa anasafirisha kutoka hapa kwenda hospitali uh, kule ya uh, mkoa, kutoka hapa kwenda stendi, kutoka hapa kwenda mizani na, uh, na kadhalika na kadhalika ko kwa, kwa huduma unayotoa wewe na ile kampuni yako nako na biashara wewe nisajili ni inarahisisha sisi wengine kuwa uh, wateja waaminifu kwako. Inarahisisha leo hii tukitaka pia ishu ya taarifa takwimu kuna hizi kampuni za usafirishaji au majina ya usafirishaji yaliyoko hapa, uh, jinei ni mangapi je, hawa watu wahudumi wenye wapangweni wa wakae wapi na kadhalika, kwa hiyo upande huo. Lakini upande wa uwezeshaji, inawezekana pia kuwezesha kifedha, uh, kimitaji, kimikopo na kadhalika, lakini kubwa zaidi tuna wahitaji kusajili biashara zetu hizo ili pia tuweze kuchangia pato kwenye serikali kwa maana ya kwamba sasa hivi unaweza ukawa unatoa kwa kishoka unatoa unalipa popote na kulipia wewe. Lakini tukashindwa kujua pia hiyo hela yako kama imelipwa sehemu sahihi. Lakini kwa kuwa tumejirasimisha, tumejisajili, tunajulikana mchango wetu kwenye pato la taifa utafahamika, na ukifahamika, tutawezesha huduma za maji, umeme, barabara, uh, madawa hospitalini na kadhalika. Serikali inakuwa inapata ile nguvu ya kufanya hizo zote, kwa sababu tayari sisi ambao ndo walipa kodi sisi ambao ndo wachangiaji walilepata tunafahamika na tunalipa uh, kulingana na, na, na ada zetu zile. Hali kadhalika serikali kupitia wizara waliwagiza, wizara ya fedha wakawaagiza TRA, walikuja huko kutafuta maoni ya ishi uh, ya kodi, sababu kelele zilikuwa kwamba tozo zinakuwa kubwa kodi zinakuwa kubwa, wanakuja wanatafuta wadau. Sasa sisi wadau tumetawanyika tukifahamika tuko wapi, ni rahisi tukatoa maoni yetu kule, na yenyewe yakasikilizwa, yakachakatwa. Kesho na keshokutwa, hofu ile ya mama, nikisajili nitalipa kodi nyingi, au nikisajili nitalipa faini kubwa, inaondoka. Lengo kama alivyosema kwamba vijana tuyajenge, hii nchi ni ya kwetu na sisi vijana ni lazima tuanze kuingia kwenye mifumo ambayo inatambulika, ili tuweze kuhudumiwa na sisi kuweza kuchangia kwenye serikali yetu. Asanteni kwa ufupi. Na mambo tuko fiti eh? Sawa, asante sana mheshimiwa, um, mgeni rasmi, mabibi na mabwana, kwa jina mimi naitwa Doris Focus, ni afisa ya mikopo, napatikana ofisi ya manispaa um, kwa huduma hizi za mikopo uh, kama alivyotoka kusema afisa ya vijana kwamba uh, serikali Ime, inatambua inatambua tatizo la ajira, inatambua changamoto ambazo vijana tunakutana nazo, na imeamua kutuletea fursa mbalimbali kama alivyozitaja mahususi kabisa kwa ajili ya makundi haya ya vijana, lakini sio vijana peke yake, kuna wanawake na watu wenye ulemavu, lakini leo tutazungumzia zaidi yale ambayo yanatuhusu sisi kama vijana sasa, mikopo ya asilimia kumi ni moja kati ya fursa kubwa sana ambayo imekuja kutukwamua vijana kutoka kwenye changamoto mbalimbali za ajira. So mikopo imekuja kwa ajili ya kutupatia mitaji ili tuweze kujiajiri na kuendesha mitaji miradi yetu. Sasa mikopo hii kama wengine walivyoelezea, ni mapato ya makusanyo ya ndani ambao sasa asilimia kumi yake inatengwa inarudi tena kwa wananchi kwa ajili ya kuwawezesha wananchi kiuchumi. Lakini mikopo hii huwa inatolewa kwa utaratibu maalum ambao sasa ndio nitaenda kuelezea ni utaratibu upi na ni sifa ni mtu gani mwenye sifa zipi ambaye anapata mikopo hii. Najua mtakuwa mna maswali mengi sana, na mimi napenda maswali, na kwenye maswali ndiko mtu unaelewa. Kwa hiyo sikiliza, tunza swali lako. Baada ya mada hii itakayofuata, ni maswali na wataalamu wako hapa, tutajibu kutoka mada ya kwanza mpaka mada ya mwisho. sawa eh? Mikopo hii tumesema inatolewa na serikali kwa makundi ya vijana watu wenye sifa za kupata mkopo huu, kwanza anatakiwa awe ni kijana mwenye umri wa miaka kumi na nane mpaka arobaini na tano Arobaini na ngapi jamani? Tano ko kama wewe ni kijana ambaye una hiyo mwaka kuanzia kumi na nane arobaini na tano tayari una sifa za kuanza kupata mkopo, lakini lazima tuwe kwenye, kwenye kikundi kwenye kikundi cha kuanzia watu watano na kuendelea. Tukiwa chini ya, ya, ya watu watano tunakuwa tuja kidhi vigezo. Kwa walemavu, watu wenye ulemavu anaruhusiwa kupata mtu mmoja mmoja, lakini kwa sisi ni kuanzia watu watano, na unapotengeneza kikundi cha watu watano hakikisha mnatengeneza kikundi cha watu ambao mnajuana vizuri. Kama ni bodaboda, hakikisha mnajuana vizuri, mnajuana kitabia, kimaadili kiasi kwamba mradi au mkopo mnayoenda kuchukua hautasuasua uta, utaleta mafanikio. Lakini pia ni lazima awe na namba ya NIDA, kila mtu lazima awe na namba ya NIDA, awe raia wa Tanzania na awe anatoka kwenye eneo husika nikimaanisha kwamba kama ni vijana wa Mandewa tuwe wote tunatoka kata ya Mandewa, kama ni Misuna hao yanatoka na wenzake wote Misuna, tusichanganye changanye kata. Lakini serikali inatoa mikopo hii kwa kila robo, maana yake kila robo tangazo la mkopo la, la kutoa mkopo linatoka na prosesi zile tayari zinaanza. Kuna hatua mbalimbali ambazo mtapitia, na hatua hizo zinapata maelekezo yake kutoka kwenye ofisi ya kata. Pale pana wataalamu mbalimbali, yupo pia kwa maendeleo ambaye anatoa, anaelekeza na anasaidia kuhakikisha kwamba prosesi ile mbio ianza, hatua ya kwanza mpaka ya mwisho mnafanikiwa. Kwa hiyo uki ona una sifa zote hizo lakini pia usisahau ni lazima muwe na wazo au muwe na shughuli ambayo mnaifanya. Sawa jamani eh? Eh, lazima ujiangalie, mimi na huyu na yule na yule, wazo letu ni hili, tunalo wazo tu. Usikae na wazo nyumbani, mmejadiliana, mmeona kweli hiki kinafaa, Nendeni ya ofisi ya kata, mtamkuta afisa maendeleo, mtashirikiana naye kutoa wazo kwenye wazo hadi kuwa mradi, sawa. Lakini kama mna shughuli au biashara ambayo tayari inaendelea, pia nendeni, kae naye chini, atawaelekeza namna ya kutengeneza kuboresha, ili iweze kuwa ni mradi au shughuli ambayo inatija. Sawa jamani. Kwenye mikopo tuna mambo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu muda hautoshi, tutaishia uh, tu hapa, na labda kidogo nitoe tathmini tathmini ya mikopo ambayo tayari imeshatolewa, hususani kwa vijana, ili ambayo wewe ambayo hujapata, basi ujitathmini na kuona kabisa kwamba wenzako wanatembea na fursa, wewe bado umekalia fursa. Kwa manispaa ya Singida tayari tumetoa mikopo kwa vijana kwa jumla ya vikundi ishirini na nane ambao wamepata jumla ya milioni mia tano na sita na laki sita milioni mia tano na sita na laki sita. Wapo waliopata bajaji, wapo waliopata pikipiki, wapo wanaofanya kilimo, ufugaji Uh, ujasiriamali, ujasiriamali, shughuli mbalimbali zinaendelea za vijana, maanake hao tayari wamejikwamua. Sasa nafasi ipo bado, kwa kijana ambaye we bado umepata mkopo, bado unasuasua, bado unasikiliza changamoto za kizushi kutoka pembeni kwamba o oh, masharti magumu o oh, prosesi yao nini. Hapana, usisikilize.